Ninaomba muendelee kuniombea, tuombeane wote, kwa sababu mimi ninaamini kwamba maendeleo huwa hayana chama, maendeleo hayana chama. Kwa hiyo kama nitachaguliwa kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, nitahakikisha naleta maendeleo kwa watanzania wote bila kubagua vyama vyao bila kubagua makabila yao bila kubagua dini zao, na nimwombe Mwenyezi Mungu anijalie hili ili kusudi nisianze kuwa na kiburi, nisije nikawa na dharau, ili nikawe mtumishi wa watanzania wote. Manyoni oye! Manyoni oye! Ndugu zangu, katika ilani ya uchaguzi yako mambo mengi sana yako masuala ya barabara, yako masuala ya nishati, yako masuala ya ajira, yako masuala ya umeme, yako masuala ya maji, ni kila kitu kiko pale, masuala ya viwanda na kadhalika. Itakapofika wakati wa kampeni, nitakuja kuyaelezea yote, nitakuja kuyaelezea yote. Naahidi ndugu zangu, kwa watu wa Manyoni, na mimi mnafahamu ninasemaga ukweli. Ninaamini msema kweli ni mpenzi wa Mungu sitawaangusha. Na mimi niwaombe ndugu zangu wa Manyoni, na mimi msiniangushe, naomba msiniangushe. Itakapofika wakati wa kuchagua madiwani, wakati wa kuchagua wabunge sinichanganyie changanyie, mchague wabunge, madiwani na rais atakayewatumikia Watanzania wote. Chama chetu cha Mapinduzi, tangu enzi za marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mzee Mwinyi, Mzee Mkapa na sasa Jakaya Mrisho Kikwete, wamekuwa wakifanya kazi kwa ajili ya Watanzania wote. Hawakubagua hata majimbo yaliyokuwa ya upinzani. Kama ni barabara, zimetengenezwa mahali pote, iwe jimbo la upinzani, awe diwani wa upinzani, lile kabila gani, wote walipelekewa. Na mimi, hicho ndicho nitakishikilia kwa mkono wangu, kwa kuwatumikia watanzania wote. Tuombeane Wako wengine wanasema tiyari nimesha maliza kupita. Bado sijamaliza kupita, bado sijamaliza kupita, lakini tuendelee kuombeana dua, tutakiane mema. Lakini mmoja, naomba nichomekee kidogo, mnaniruhusu jamani? Mimi mpaka sasa hivi ni waziri wa ujenzi waziri wa ujenzi haujaisha. Ninakumbuka tulifanizia mkutano hapa hapa mkiwa mnaomba barabara yenu. Hiyo barabara inajengwa haijengwi? Barabara inajengwa haijengwi? Barabara ya kwenda Manyoni, barabara ya kwenda Itigi, na barabara zingine zitakuja. Nataka niwahakikishie yale yote yaliyoahidiwa na Mheshimiwa Jakaya mlisho Kikwete tutayafanya, na nataka niwaambie, ikitokea mmenichagua, serikali nitakayoiunda, mawaziri nitakao, nitakao wateua, watendaji nitakao wateua, ni lazima wawe watumishi wa watu ni lazima wawe wa chini kwa ajili ya kuwatumikia watu, ili kero za wananchi. Kuna vikero vingine vidogo vidogo, unakuta mama ntilia anahangaishwa ovyo ovyo, unakuta mtu anakaa boda boda anashikwa ovyo ovyo. Hivyo nitavisimamia, ili serikali iwe kwa ajili ya watu, watu wote wanaotakiwa kufanya biashara wafanye biashara. Kwa hiyo nitaisimamia kwa nguvu zangu serikali nitakayoiunda. Lakini ndugu zangu, bado sijawa rais wala bado sija... <coughs> CCM -e. Hebu tunyoshe mikono wote basi.